Una, unaamini una katika ulozi? uifafanue vizuri. Ulozi ni kama ushirikina. Vipi ushirikina kwenye mpira? Kwenye mpira siamini, siamini eh, eh. Kwa sababu eh, mazoezi na kukaa kambini ni moja ambayo ndio uchawi na concentration ni uchawi, psychology, lakini lakiniho, vitu vingine naweza nikasema vimekuwa kwenye neno la uchawi ni mambo ya mila. Mm. Ni tume ulozi tume, tume, no. Eh, tumeingiza tume katika masuala hayo kwa sababu jinsi yes, maisha yanavyokwenda kwa karne hizi tunaongelea kuhusu swala ya ulozi. Mm. Ndio maana ndio maana hata tunalichukua nafasi hiyo kubwa. Wewe ushakutumia kukutana na hilo jambo? Yaani kwamba hilo jambo kwa yani kukutana yani, nalo hadi uwanjani. Yaani kwamba huelewi yani ni maana lakini unaweza kukutana nalo kwenye timu unazokuwa unazocheza kutokana na aina ya timu. Mm. Jinsi tunavyokwenda nao lakini sio ile kunifanya mimi nishindwe kucheza. So, kunifanya nisipaform. So, si kunifanya labda saa ingine eh, nikafikiria vibaya hapana. wewe umecheza Simba, Yanga na Azamu, si ndio? Yes, eh? ndio tena kwenye kiwango kizuri kiwango kizuri kabisa eh? ni timu gani kati ya hizi ambazo ulizokutana nazo, akasema eh, huu ulozi wa leo heka heka heka. Eh... ima ukiwa Simba ukiwa, hmm. Azam au ukiwa Yanga, kati ya hawa watatu uliokutana nao nani walikupa heka, heka kwenye huo ulozi? Ah, mimi naweza nikasema watu wapo katika mpira wa kisasa mm. Asijiingia katika masuala ya kusema unakwenda pale kuingia katika masuala ya urozi asilimia kubwa zaidi ya mno. Kwa hiyo mm. Nimecheza katika mpira wa kisasa na mpira ambao wenye kuwa na maendeleo na wenye kuwa wenye ku, kufanya timu iweza kufanya vizuri zaidi mm. Kwa hiyo katika masuala kama hayo sijaweza kukutana nao nikasema nimesingizia hiki nimesingizia kile, hapana.